Ukianza kuomba maombi ya kina, kuna vitu Mungu atakufunulia. Kuna vitu vingi huvioni katika macho ya mwili, lakini vipo katika ulimwengu wa roho. Ukianza kufanya maombi ya kina, maombi ya ndani kabisa, kuna mambo mengi Mungu atakufunulia. Kuna watu ambao wametuzunguka, kwa macho ya mwili wanaonekana ni watu wazuri lakini katika ulimwengu wa roho ni wabaya katika maisha yetu. Kuna baadhi ya watu ambao uko nao, wengine uko nao ofisini, wengine uko nao nyumbani, wengine uko nao katika kampani ya kila siku, lakini kati yao huenda kuna mtu ambaye anatumika na adui shetani. Anaweza kumwingia mtu yoyote ili kuweza kufanya uharibifu. Shetani haje kama mtu wa kutishia vile ambavyo tunamfikiria katika namna ya kibinadamu, anaweza kaja kama mtu ambaye anafaa katika maisha yako, ukamsogeza karibu ukamwona kwamba huyu ndio anafaa kutumika naye pamoja, lakini baadaye anaweza kuwa adui yako mkubwa. Kuna wakati ni vizuri kumwomba Mungu akufunulie mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa roho, na akikufunulia haina maana kwamba uanze kupambana kwa mwili. Kuna baadhi ya vitu Mungu akikufunulia, unaweza ukakimbia. Kuna baadhi ya mambo Mungu akikufunulia, unaweza ukashangaa. Na ndio maana ashukuriwe Mungu ambaye amefanya kuna vitu vingine tusivione lakini kuna wakati ni vizuri kujua ni nani ambaye anafaa kwenye maisha yako na ni nani ambaye afai katika maisha yako, ili uweze kujua namna kuishi naye. Kuna namna uvyo ukajua huyu ni adui yako, lakini ukaishi naye na Mungu akakupa hekima kuishi naye. Katika Biblia kitabu cha Wafalme wa pili ile sura ya sita kuanzia mstari wa 17 na kuendelea utaona habari ya nabii Elisha. Nabii Elisha alikuwa ameatakiwa kwa sababu alikuwa anatoa siri na maadui walikuwa wamekuja ili waweze kumshambulia ili waweze kumdhuru, lakini maandiko matakatifu anasema yule mtendakazi wa Elisha au msaidizi wa nabii Elisha akaona nje kwamba kuna jeshi na maadui wanakuja kwa ajili ya kumwangamiza Elisha. Maandiko matakatifu anasema Elisha kuogopa kwa sababu ya maadui wanaokuja kwake, alichokifanya akamwambia Mungu, ninakuomba ufungue macho ya huyu mtendakazi ufungue macho ya huyu kijana aweze kuona jeshi lilo upande wangu lilivyokuwa kubwa. Na Mungu akaweza kusikia maneno ya nabii Elisha, akamfunulia macho yule mtendakazi wa nabii Elisha, akaona jeshi lilivyokuwa kubwa katika ulimwengu wa roho ambao liko upande wa nabii Elisha. Yule mtendakazi akaona haina haja ya kuogopa tena kwa sababu upande ambao nabii Elisha yupo, kuna wengi ambao wana nguvu lakini hawaonekani katika mwili. Kuna malaika wengi, kuna jeshi kubwa, lakini hawaonekani katika mwili, wapo katika ulimwengu wa roho. Kwa kuwa alijua katika ulimwengu wa roho kuna nguvu gani ambayo iko upande wao, hakuogopa tena, na kilichofanyika, wale maadui walipokuja, vita haikuwa mwilini, vita ilikuwa katika ulimwengu wa roho. Na nini ambacho Mungu alitenda ni alichokitenda, Mungu ni kwamba alimpatia nabii Elisha hekima, alimpatia neema ya kuweza kuishi na adui pasipo adui kumletea madhara yoyote. Kilichotokea ni nini? Wale maadui walipigwa upofu. Ni kwamba walikuwa wanaenda kwa ajili ya kumwangamiza nabii Elisha, lakini badala yake wakajikuta wanamuulizia nabii Elisha kuhusiana na adui anayemtafuta na wakakaa kwa Elisha. Elisha akawapa chakula, akawasindikiza mpaka njiani, akawambia kwamba huyo mtu anapatikana mahali fulani, alafu walipofika kule akamwomba Mungu awafungue wa macho. Wale watu wakashangaa, wanaangalia, kumbe waliyekuwa naye ndiye ambayo alikuwa anamtafuta, na hawakuweza kumfanya chochote kuna namna ambayo Mungu anaweza kafanya katika maisha yako, ukaishi na adui, adui akasema anapanga kukudhuru, badala ya kukudhuru anajikuta anajidhuru mwenyewe. Badala ya kukuletea uharibifu, uharibifu unamrudia ye mwenyewe. Adui usimkimbie, adui usimwogope, adui umkabiri. Unajua, kuna maombi ya kumwomba Mungu adui akapigwa upofu, badala ya kuja kukulaani akajikuta anabariki, badala ya kuja kusema kwamba wewe ulaaniwe anajikuta anakubariki kuna namna Mungu anaweza kukupa neema na hekima ukiingia kwenye maombi ya kina. Kuna vitu Mungu atakufunulia ukiingia kwenye maombi ya kufungua macho. Yani, kuna maombi unamwambia Mungu, naomba nifunulie macho, nifungue macho yangu nione. Naomba Mungu nipe neema nione. Na ukiona lazima uwe jasiri. Kuna watu baada ya kuona anasema, sasa ngoja niweze kukomesha. Vita yetu sio damu na nyama, vita yetu sio katika mwili, na ndio maana kitabu cha Waefeso sura ya sita kinatuambia kuhusiana na namna vita yetu ilivyokaa ka kuna namna ambavyo vita yetu imehama, haiko tena mwilini, haiko tena. Baada ya kumwona adui yako kwamba sasa nataka nikapambana naye, ngoja nipambane naye kwa maneno, hautaweza. Kuna baadhi ya watu Mungu amekuonyesha ni adui huyu, ni mbaya, usipambana naye kwa maneno, usipambana naye kwa kuzungumza, usipambana naye kwa kuonekana kwamba na wewe unajua kuongea, umehamisha vita kama vito iko rohoni, baki nayo rohoni. Kuna wakati uokajua mtu fulani ndio mbaya wa maisha yako, alafu unaishi naye, alafu unacheka naye, lakini katika ulimwengu wa roho anajua anachokipata. Kuna namna watu wengine wanaona sisi tunafanya vitu fulani katika ulimwengu wa roho, wanasema huyu mtu ni mchawi. Yani badala yeye kuonekana ni mchawi, anasema wewe ndiyo mchawi. Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu anatenda katika ulimwengu wa roho, anapigwa kiasi cha kwamba anawaza huyu mtu yuko katika kundi gani, huyu mtu yuko katika upande gani? Anachohisi ni kwamba kwa kuwa amenizidi nguvu, basi huenda anatumia uchawi wenye nguvu kuliko mimi. Nami nakutabiria kwa jina la Yesu, kama Mungu aishivyo, kila adui wa maisha yako, kila mtesi ambaye anakupiga vita kuna mtu anaweza kaamua kupiga vita tu, kila unafanya hiki anakupiga vita, anakuendea kwa waganga, anajaribu kuharibu hiki, anajaribu kukufingia hapa, kukufichia hapa, unajaribu kupambana hivi, unakuta amefunga hapa, anaenda kutangaza uongo, anaenda kubadilisha maneno. Kama Mungu aishivyo, hii vita isiyo ya kwako, Mungu akapigane mwenyewe, nami naagiza malaika waende wakakutana naye huko huko, wakamshughulikie katika jina la Yesu. Unajua kuna mapigo ambayo anapiga Mungu ambayo katika hali ya kibinadamu hakuna mwanadamu anayeweza kupiga pigo hilo. Kuna namna Mungu anaweza kupigana na adui zetu kuliko vile ambavyo tunasikia, kuliko vile ambavyo sisi tunafahamu. Kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 22: lakini usikilize sauti yake kweli na kuyatenda yote anenayo, au ninenayo mimi ambaye ni Mungu anasema, ndipo mimi yaani Mungu nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa watesi wako wanaokutesa hao, wakutesao hao. Mungu atakuwa mtesi wao, Mungu atakuwa adui yao. Kwa maana hiyo wewe utaonekana, lakini vita sio yako Vita ni ya Mungu, Mungu atakupigania. Yaani wakati ambao wewe unasema, Mungu nimekuachia mwenye pigana Mungu, maneno yameniumiza, nasikia uchungu ndani ya moyo, nasikia uongo umeongelewa, nasikia hila, nasikia uchao umefanyika juu yangu. Unakuta vita ambayo Mungu anaifanya kwa adui zako inakuwa ni kubwa. Wanapanga kuja kukuua, badala ya kukuua wanajikuta wanakufa wenyewe. Wanapanga kuja kukuletea madhara, madhara baada ya kukupata wewe yanawapata wao na familia zao, katika jina la Yesu. Kama Mungu aishivyo, maombi takaoenda kuomba siku ya leo yakapindue viti vya adui zako, yakapindue nafasi za adui zako, yakapindue vinywa vya adui zako. Kila tamko lilofanywa kwa ajili yako tunalihukumu kwa mkosa, tunaligeuza lisifanyikio kwa jina la Yesu. Kila ulimi ulioinuka juu yako ili kukulani, ili kukufungia, ili kukuondolea nafasi hiyo Baba, kama Mungu ishivyo, usinyamaze kwa ajili ya mtu huyu, kwa kusikiliza kwako kwa sauti hii unajikuta unahama, Mungu anakuhamisha anakupeleka mbali. Kuna mahali unafikiria unasema hivi, kwa nini? ni nini hichi kinaendelea? ni nini hichi kinaendelea? Unakuta huna nguvu, huna uwezo wa kupambana, huna uchumi wa kupambana, huna watu, huna nguvu yoyote ile, lakini unasema, Mungu umebaki mwenyewe katika maisha yangu. Kama Mungu ndio mhukumu wa haki, basi Mungu ahukumu, Mungu asimame mwenyewe akutetee, akupiganie, akupiganie, akutetee, akushindie katika jina la Yesu. Maombi yako ya siku ya leo ambayo tutaenda kumwomba Mungu ni Mungu aingilie kati mahali ambapo tulikuwa hatuwezi kujitetea mahali ambapo tulikuwa hatuwezi kuongea. Mungu akatume malaika, Mungu akatuinulie watu mahali ambapo vita ilikuwa imeinuka kwa kubwa. Mungu akapigane mwenyewe, Mungu akakutetee mwenyewe. Malaika wa zamu, malaika wa haki waende wenyewe wakapigane, waende wenyewe wakakutetee, waende wenyewe wakakufungulie njia. Hiyo na wewe ambaye kuna vita unapitia, huoni nani adui, huoni nani mtesi, Mungu afungue macho ya yako, uweze kuona nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho, nini kinakucherewesha. Wengine ni ndugu zetu, wengine ni watu ambao tunaona ni wazuri. Biblia inasema kwamba maadui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Wakati mwingine anaweza kawa ni mtu ambaye ni sehemu wa maisha yako, lakini haina maana baada ya kumwona uanze kupambana naye. Vita yetu sio ya mwilini, vita yetu ni ya rohoni. Angaza nguvu katika ulimwengu wa roho, ongeza mamlaka katika ulimwengu wa roho. Mwambie Mungu, ninakuomba, ninakuita Mungu, wewe mwenyewe usimame katikati ya vita hii, unitetee Bwana, unipiganie Baba Mungu. Tika jina la Yesu, nainua mkono huu, naungana na mpendwa huyu ambaye amesikia neno hili, limemgusa, limemfinyanga, limemteketeza, anasikia kuhitaji msaada wako. Kuna mahali alipigana mwenyewe, kuna mahali alijitetea kwa kuzungumza, kuna mahali alijitetea kazani kwamba atapata haki, baada yake haki haikupatikana. Wengine wame, wamepitia mapito magumu, adui wameinua, maadui wameinua, watu wametengeneza kesi na kupaka uongo, wametengeneza maneno ya ila, wametengeneza ndimi wameinua ili kuharibu nafasi ya uchumi ili kuharibu nafasi ya ndoa ili kuharibu nafasi ya kibali. Kama Bwana uishivyo, natamka maneno haya kimaombi, natuma nguvu zako Mungu ziende huko huko kwa maadui wa mtu huyu, ziende huko huko kwa maadui wa mtumishi huyu, ziende huko huko kwa maadui wa biashara hii, maadui wa kazi hii, kila anayeharibu na kuleta fitina, mapigo haya yakawe kwake, kila anayezuia njia yako, unayenisikia hapo, maadui wakapigwe kwa jina la Yesu. Kila vita ambayo umepitia ulikuwa huoni mpenyo, mungu Mungu afungue macho yako, utakapolala kuoteshe kwa ndoto, na maadui wakafunuliwe wazi wazi, wanaokutesa wakajikuta wanaropoka wenyewe, wanazungumza wenyewe, wanakamatishana wenyewe, na kina watakawa wanalipanga kwako, oh, katika vikao vyao, katika njia zao, katika ajenda zao, tunawafarakanisha kwa jina la Yesu. Natuma neno la mafarakano, wakapigane wao kwa wao, wakagombane wao kwa wao, wakatoleane siri wao kwa wao, katika jina la Yesu. Kila naoliomba wakati huu yako funguliwa kwa jina la yesu hiyo roho ya uchungu na kukata tamaa ambayo ilikuwa na kufuatilia ikuachie mungu akupe neema akupe wepesi akupe macho ya rooni funguka macho funguka macho gusa macho. macho yako funguliwa macho kwa jina la yesu ukaone vile vinaendelea funguliwa macho funguliwa macho funguliwa macho kila kilichokuwa kinafanywa sirini kikawe peupe aliyekuwa mtesi wa ndoa yako aliyekuwa mtesi wa kazi yako aliyekuwa mtesi wa biashara yako aliyekuwa mtesi wa afya yako mtesi wa njia zako Amani yako akaonekane na akapigwe katika jina la Yesu. Eisa okoke na kumjua Mungu, au apigwe katika damu ya Yesu, kuisali hai kama Mungu ishivyo. Maombi haya yakalete matokeo, maombi haya yakalete majibu. Naomba imani mpya ndani yako nayenisikia. Mungu akusaidie, Mungu akupe neema, Mungu akupe wepesi, Mungu akuongeze ujasiri, usiogope Vita ikimbiwi vita tunaipambania. Damu Yesu iwe juu yako, pokea mamlaka. Utakapotamka neno lolote, kama wanakuja kwa uchawi, kwa visasi, kwa malipizi, wakapigwe mara saba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Mungu aliye hai akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Naamini Mungu amekutendea mema katika maombi haya, usiogope, rudi tena. Maombi haya yatakuongeza nguvu na ujasiri zaidi sana, utajua mamlaka iliyo ndani yako. Mungu wa mbinguni akutendee mema katika jina la Yesu. Unataka wasanami, unaweza kasanami kwa njia ya WhatsApp, moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp kwa namba inaonekana kwenye skrini yako. Unahitaji kuwa mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa ili uweze kupata maombi kila siku, niweze kutumia, basi unaweza ukajiunga kwa kuandika jina lako na haja moyo wako, au kasema nahitaji kupata maombi ya kila siku, nimebarikiwa na huduma yako, nami na nikakuweka kwenye mfumo wa kupokea maombi kila siku, mpaka pale ambapo Mungu atakuwa amekuvusha kwenye jambo lako ambalo unahitaji mkono wa Mungu. Ubarikiwe sana. Unasikia msukumo na amani ya moyo kujiambatanisha au kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya hiari, karibu. Kwa ajili ya sadaka yako, unaweza kuiachilia kwa namba hizo zinazoonekana kwenye screen yako, lakini namba ya WhatsApp ni hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Pia na kukaribisha YouTube channel, huko kuna maombi mengi ambayo naacha kila siku na yatoa. Basi unaweza kaingia huko kwa kuandika maombi ni dawa, lakini pia unaweza kanifuatilia kwa njia TikTok kwa kuandika maombi ni dawa, maombi ni dawa tu, ukiandika nitatokea pale. Pastor Godwin Ndelwa, utapata vipindi ambavyo navitoa kila siku. Wakati mwingine ni ngumu kuwatumia wote kwa wakati mmoja, lakini ukiwa kwenye platform nazozitumia, itakuwa ni rahisi kukuhudumia. Mungu wa mbinguni akubariki. Ikiwa sijajibu meseji yako, nisame mpendwa. Watu ni wengi, lakini kama nakuhudumia, hongera.